Marehemu waziri mkuu wa zamani Raila Odinga ametuzwa hadhi ya juu zaidi kwenye sherehe za mwaka huu za Mashujaa. Rais William Ruto akimpa hadhi ya juu zaidi ya uh, Chief of the Order of the the Golden Heart kwa mchango wake kwa Kenya. Ruto aliongoza sherehe za Mashujaa kwa kukumbuka mchango wa Raila kwa taifa hapo jana. Kumbukizi za Raila Odinga ziliendelea saa chache baada ya kuzikwa kwake nyumbani kwao Bondo, kaunti ya Siaya, mara hii akituzwa bila kuwepo katika uwanja wa Ithookwe, kaunti ya Kitui, ambako sherehe za mwaka huu za mashujaa ziliandaliwa. <totiposilio> wasifu wa hayati Raila Odinga sasa ukiombolezewa kupitia nyimbo, densi na hata sanaa. Japo sikukuu ya Mashujaa mwaka huu ililengwa kuangaziwa pakubwa kauli mbiu ya kawi endelevu, yote haya yalibadilika kiasi kutokana na kifo cha Raila Odinga wiki jana. Yesterday we bid farewell to one of our country's most consequential and impactful sons, a towering a towering statesman, a resolute patriot and a quintessential hero the Right Honorable Raila Amolo Odinga our former Prime Minister. this is the man, the legend and the Pan-Africanist to whom we dedicate this Mashujaa Day. Maombolezi yakiendelezwa kwenye hafla hii kutoka kwa viongozi wa hapa nchini na hata kutoka mataifa mengine ya Afrika. Take this opportunity. To renew the heartfelt condolences of the people of Senegal to the brotherly people of Kenya and the passing of Mr. Raila Odinga, a former Prime Minister and a great leader in the political history of Kenya. Na hata kwenye kifo chake, sifa ziliendelea kutiririka kwa kiongozi aliyeonyesha umaarufu mkubwa hata kwenye mazishi yake.

Muda ambao ulivutia pakubwa umati uliojaa kwenye uwanja wa Ithookwe ni sauti ya Raila iliyojitokeza kwenye runinga kubwa uwanjani ikicheza mziki aliyowenzi. Raila alikumbukwa kwa mchango wake kukuza demokrasia na uhuru. Brenda Wanga, Runinga ya Yes, Citizen.